wa Tanzania na mbunge wa Ruangwa Kassim Majaliwa leo Jumatano, Julai 2, 2025 ametangaza rasmi kutokugombea tena ubunge wa Ruangwa baada ya kulitumikia jimbo hilo kwa miaka 15. Akizungumza na wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa na Wilaya ya Ruangwa leo, Majaliwa ametumia fursa hiyo kuwashukuru wananchi kwa wa kumuunga mkono wakati wote ambao amekuwa mbunge wa jimbo hilo namnukuu. Imefika wakati kwa mshikamano tulioujenga, sasa ni wakati wa kutoa fursa kwa Wanaruangwa wengine wapenda maendeleo waweze kuunganisha nguvu, ili kauli mbiu yetu ya Ruangwa kwa maendeleo inawezekana iweze kusonga mbele zaidi. Aidha, ametoa wito kwa wajumbe wa kamati ya siasa ya wilaya kuwapa ushirikiano wagombea wote wenye nia ya kugombea ubunge wa jimbo hilo. Kadhalika, Majaliwa amewasihi wanaruangwa kuendelea kushikamana na itakapofika siku ya uchaguzi waweze kuchagua wagombea wote watakao wakiwakilisha Chama cha Mapinduzi kwenye uchaguzi huo. Na nukuu, viongozi wetu Samia Suluhu Hassan na mgombea mwenza Dk Emmanuel Nchimbi watakapokuja, tujitokeze kwa wingi kwenye mikutano tusikilize sera, lakini siku ya kupiga kura tuwapigie kura nyingi za kutosha. Mwisho wa kunukuu. Aidha, amemshukuru Rais Samia na viongozi wakuu wa Chama cha Mapinduzi kwa kumwamini na kumpa fursa ya kuwatumikia Wanaruangwa. Majaliwa alichaguliwa kuwa mbunge wa Ruangwa mwaka elfu mbili na kumi na amehudumu kwa miaka kumi na tano.